Unaposikia neno saikolojia unafikiria nini? Je, unaelewa maana yake? Usiwe na hofu. Leo nitakuelezea kwa kina maana ya saikolojia na undani wake kwa ujumla. Swali: saikolojia ni nini? Saikolojia ni sayansi inayochunguza tabia, fikra, hisia na michakato ya kiakili ya binadamu na viumbe wengine inajikita katika kuelewa jinsi watu wanavyofikiri, kuhisi na kutenda katika mazingira mbalimbali mbali. Neno saikolojia linatokana na maneno mawili ya Kigiriki Psiche, e. E inayomaanisha roho au akili, Logos, e inayomaanisha elimu au uchunguzi. Kwa hivyo saikolojia ni elimu inayochunguza akili, tabia, hisia na michakato ya kiakili ya binadamu na viumbe wengine ni taaluma inayotumia mbinu za kisayansi kuelewa jinsi watu wanavyofikiri kuhisi na kutenda katika mazingira mbalimbali mbali. Kwa ufupi, saikolojia husaidia kuelewa kwa nini watu hufanya mambo wanayoyafanya na jinsi ya kuboresha ustawi wa kiakili na kihisia. Vipengele vikuu vya saikolojia: Moja, tabia behavior. hii ni jinsi mtu anavyojionyesha kupitia matendo yake. Inaweza kuwa tabia inayoonekana kama kuzungumza au kutembea au tabia isiyoonekana kama kufikiri au kuhisi. Mbili, hisia emotions. Hisia huathiri jinsi tunavyotenda na kufanya maamuzi. Mfano wa hisia ni furaha, huzuni, woga na hasira. Tatu, utambuzi cognition. Hii inahusu michakato ya kiakili kama vile kumbukumbu -kumbu, umakini, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kujifunza. Nne, mazingira na athari zake. Mazingira yanayomzunguka mtu ikiwa ni pamoja na familia, jamii na tamaduni, yanaweza kuathiri tabia na mtazamo wa mtu. Tawi kuu za saikolojia. Moja, saikolojia ya maendeleo huchunguza mabadiliko ya akili na tabia kutoka utoto hadi utu uzima. Mbili, saikolojia ya kijamii huelezea jinsi watu wanavyoathiriana na jamii inayowazunguka. Tatu, saikolojia ya kliniki i huhusika na matatizo ya kiakili na matibabu yake. Nne, saikolojia ya elimu eye inachunguza jinsi watu wanavyojifunza na mbinu bora za ufundishaji. Tano, saikolojia ya kazi na shirika ehueleza mazingira ya kazi na jinsi ya kuongeza ufanisi. Sita, saikolojia ya utambuzi hujikita kwenye masuala ya fikra, kumbukumbu kumbu na ujifunzaji. Matumizi ya saikolojia katika maisha. Katika afya ya akili, inasaidia kutambua matatizo ya kiakili kama msongo wa mawazo, mfadhaiko na woga. Katika elimu, walimu hutumia saikolojia kuboresha mbinu za kufundisha na kuelewa wanafunzi wao. Katika mahusiano, husaidia watu kuelewa wenzao na kuboresha mawasiliano. Katika kazi, huweza kusaidia katika usimamizi wa wafanyakazi na kuongeza tija. Katika utafiti, wanasayansi wa saikolojia hufanya tafiti kusaidia kuelewa tabia za binadamu. Saikolojia ni somo linalogusa kila nyanja ya maisha yetu. Inatusaidia kuelewa kwa nini tunatenda tunavyotenda, jinsi ya kushughulikia changamoto za kihisia na jinsi ya kuishi maisha yenye furaha na utulivu zaidi. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini. Bahibahi bahi. Tukutane kwenye video nyingine.